Kwa mujibu watarifa, wa taarifa zilizotolewa na mmiliki wa jengo lenye bekari hiyo Kombo Hamisi Ali amesema ajali hiyo imetokea majira saa kumi na moja alfajiri wakati yeye akiwa amelala na watoto wake tisa ndani ya nyumba hiyo. Alishtuka usingizini baada ya kusikia mayowe ya kuomba msaada wakitaka kuokolewa watu waliokuwemo ndani ya bekari hiyo. Kupeleka jiti ilikuwa kuna majiti ambayo tulikuwa tunavunja ule mlango mimi nikachukua lile jiti la mkarafuu kubwa kidogo nikalipenyeza pale penye mlango pale kwamba wale wachukue lile jiti halafu wagonge juu, kwa sababu moto ulikuwa hamna mule. Kila nikitizama hivi moto hamna. Wagonga wagonga pande juu wa dari watokee kwa dari, lakini lile jiti pale lishindikana kupita kwa sababu baada ya kushalipeleka tu nikaona wamekimbia mimi na masafa ya mbali kama kule wamelikimbia. Kwa hiyo inaonesha kwamba moto tayari pale ulikwisha fika hata pale alikuwa hawezi kulichukua tena. Manusura wa tukio hilo ambao walikuwa wakifanya kazi pamoja na marehemu hao wamesema jitihada za kuokoa zilishindikana kutokana na milango yote kufungwa na joto kuwa kali ndani. Nikasema saivi siitumii gesi, nikaachana nayo, nikaendelea na mambo mengine, nikatumia gesi nyingine. Wakawa ishafika muda pale tunafanya kazi usiku, ishafika kama saa kumi na moja dakika kama ishirini nikawasha gesi pale ile moja, jiko moja nikawasha na jingine, ndio katokezea hivyo. Na ile anawasha ile nyingine na seti moto ya stoko, naona watokezea moto ule wa hafla. Akanao ule mlango kutaka kuukomoa, lakini haikuwezekana na moto ulikuwa ushazidi kuwa mkubwa. Unatoa cheche na kuwa mkubwa moto, na wenzetu watu hawasikii tena zogo ndani kwa kiweka mule. Asidi ukachukua hatua kukaa mbali. ITV Kiswani Pemba ilifanya mawasiliano kwa njia ya simu na daktari Dhamana na mkuu wa wilaya Mkoani, kwa kusemauru sana, wamefika katika hospitali ya perate majira ya saa moja na nusu asubuhi na, na walipofika ilikuwa tayari wamesha wameshafariki kwa sababu ya majeraha makubwa ambayo wameyapata kutokana na kuungwa moto. Moto ndio unaowaka katika nyumba hiyo. Mara tu baada ya kumaliza kuzima moto tuligundua kwamba ndani kulikuwa kuna watu wawili ambao hawakufanikiwa kutoka, ambao ni ndugu Ali Hamis Omar umri wa miaka kumi na nane na bwana Abdulahi Bakar Saleh naye pia akiwa na umri wa miaka kumi na nane. Wote hao wakiwa ni wenyeji wa Chambani hapo kendo, walifika kwa ajili ya kufanya shughuli za bia, za bekari wakiwa kama ni wafanyakazi katika bekari hiyo. Qalu ina lillahi wa ina ilahi rajiun. Mwenyezi Mungu awajalie malazi mbema kwa vijana hawa kutoka hapa kisiwani Pemba. Mimi ni Sulaiman Rashid Omar wa ITV.